Wasafiri wanaotumia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, JKIA, wanakumbwa na usumbufu mkubwa wa safari za ndege kufuatia changamoto za kiutendaji katika sekta ya usafiri wa anga. Shirika la ndege la Kenya Airways limeonya abiria kutarajia kucheleweshwa kwa safari za kuondoka na kuwasili katika uwanja huo mkuu wa ndege nchini. Kupitia taarifa kwa wateja, shirika hilo limesema hali hiyo imesababishwa na kuchelewa kwa huduma za uongozi wa ndege angani baada ya kuanzishwa kwa hatua za dharura za usalama chini ya maagizo ya mamlaka ya usafiri wa anga nchini KCAA, shirika hilo la kitaifa limewasihi wasafiri wasielekee uwanjani bila ya kudhibitisha kwanza hali ya safari zao. Abiria wanahimizwa kufuatilia taarifa kupitia njia rasmi za mawasiliano za mashirika ya ndege na kutumia fursa za kubadilisha tiketi kupitia tovuti au programu za simu pale inapobidi. Kenya Airways imeomba radhi kwa usumbufu uliosababishwa na kusisitiza kuwa inaendelea kushirikiana na mamlaka husika ili kuhakikisha usalama wa usafiri. Wakati huo huo, mamlaka ya viwanja vya ndege KAA imethibitisha kuwa usumbufu huo pia unahusishwa na mzozo wa kikazi unaoendelea kati ya chama cha wafanyikazi wa usafiri waanga, wa anga na wadhibiti wa sekta hiyo. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, mzozo huo umeathiri hasa safari za kuondoka na hivyo kulazimu kuanzishwa wa mipango ya dharura ili kudumisha huduma muhimu na kupunguza athari za kiutendaji. Wasafiri wanashauriwa kuwasiliana moja kwa moja na mashirika yao ya ndege ili kupata taarifa za hivi punde kuhusu ratiba za usafiri wao. Mashirika ya ndege pamoja na wasimamizi wa viwanja vya ndege wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kupata taarifa sahihi kabla ya kupanga safari ya kuelekea uwanjani.